Na kukaribisha uweze kuwatambua wale wakuu wa nchi walioongoza mataifa yao kwa heshima wakafia ughaibuni na maziko yao yakabaki kuwa utata mtupu dhidi ya mamlaka. Unahitaji kuwafahamu wote, kwa kadiri ya uwezo wangu nitakufahamisha. Karibu uweze kuungana nami, tuanzie kwa huyu mkuu wa nchi aliyekataa kufika mahakamani kama raia na hatimaye leo hii kuwa mwili uliokosa heshima ya mazishi. Jina lake ni Edgar Lungu, ni kiongozi aliyeihudumia Zambia tokea mwaka 2015 hadi 2021. Alifariki dunia Juni 5, 2025, Pretoria nchini Afrika Kusini, baada ya kushindwa uchaguzi dhidi ya Hakainde Hichilema. Lungu alirudi kuwa mpinzani mkali akionekana kwenye majukwaa ya kisiasa na hata kutangaza nia ya kugombea tena. Familia yake ilikataa rais Hichilema kuhudhuria mazishi, wakisema utawala wake ulikataa kabisa kumhudumia Lungu kama rais mstaafu, hata huduma za matibabu. Utawala wa Hichilema unapewa lawama kwamba haukushughulika na matibabu yake. Serikali ilipanga mazishi ya kitaifa tarehe 18 Juni ili iwe ni rejesho la mwili Lusaka na tarehe 22 Juni, misa ya kitaifa tarehe 23 Juni, mazishi rasmi ya kitaifa katika makaburi ya Embassy Park. Lakini familia ilikataa kushiriki, wakisema makubaliano yalivunjwa. Serikali ilisitisha maombolezo rasmi mnamo tarehe 19 Juni, na familia imesema sasa Lungu atazikwa Afrika Kusini tarehe bado haijatangazwa. Kiongozi mwingine ni Idi Amini kutokea Uganda. Aliitawala Uganda kwa mkono wa chuma akakimbilia ugenini na hata baada ya kifo alizikwa kisirisiri mbali na ardhi aliyoitawala kwa mabavu. Alifariki Agosti 16 mwaka 2003 jida nchini Saudi Arabia. Aliihudumia Uganda mwaka 1971 hadi mwaka 79 aliyetimuliwa baada ya vita na Tanzania. Familia yake ilitaka mwili urejeshwe Uganda, lakini rais Yoweri Kaguta Museveni alikataa kwa msimamo kuwa Amini hawezi kupewa heshima yoyote ya kitaifa, na hatimaye alizikwa kwa haraka na kimya kimya Saudi Arabia, bila ibada ya hadhara, bila wawakilishi wa serikali ya Uganda. Mpaka leo kaburi lake halijawahi kurejelewa Nyumbani. Ukiachana na Idi, yupo rais ambaye ameitawala Angola tokea mwaka 1979 hadi mwaka 2017, aliyefariki Julai 8, mwaka 2022 na alifariki Barcelona, Hispania. Huyu si mwingine ni Jose Eduardo dos Santos, rais ambaye ameihudumia Angola kwa miaka 38 lakini kaburi lake lilikuwa ni kipande cha kampeni tu. Familia hasa binti yake ilisema alitakiwa azikwe Hispania. Serikali ilitaka kumrejesha kwa mazishi ya kitaifa kabla ya uchaguzi wa Agosti. Hatimaye, baada ya uamuzi wa mahakama ya Barcelona, mwili ulirejeshwa Agosti 21 akazikwa Agosti 28 kwa heshima za kitaifa, huku kukiwa na mgawanyiko wa kisiasa Nchini humo kiongozi mwingine ni yule aliyeiongoza Zaire kama Mungu, akakimbia kama mkimbizi, hadi leo kaburi lake ni la ugenini. Si mwingine ni Mobutu Sese Seko kutokea DRC. Alifariki Septemba 7 mwaka 1997 ilikuwa ni Rabat Moroko. Huyu ameihudumia Zaire kwa sasa ni DRC mwaka 1965 hadi mwaka 97 bunge la DRC liliwahi kupitisha azimio la kumrudisha mwaka 2007, lakini hakuna hatua iliyochukuliwa hadi hivi sasa. Hatimaye amezikwa Moroko. Hadi leo, serikali zote zilizofuata zimeepuka kugusa swala la mwili wake kwa hofu ya kisiasa. Yupo rais mwingine kutokea Cameroon, anaitwa Ahmadou Ahidjo, Baba wa taifa aliyesahaulika nje ya taifa, alifariki Novemba 30, 1989, Dakar, Senegal. Rais wa kwanza wa Cameroon aliyehudumia 1960 hadi 1982, mwili wake haujawahi kurejeshwa licha ya maombi ya familia na wafuasi wake. Serikali ya sasa inaogopa kugeuza kaburi lake kuwa uwanja wa siasa, lakini hatimaye bado yupo Senegal, miaka 35 tangu afariki dunia. Mfalme Mutesa wa pili kutokea Uganda aliyetawazwa na Uingereza kisha akafukuzwa na mwana wa Afrika, naye anaingia kwenye orodha hii ambayo nimekuandalia. Alifariki Novemba 21 mwaka 1969, ilikuwa ni London Uingereza. Kabaka wa Buganda na rais wa kwanza wa Uganda. Mgogoro ulianzia pale alipozikwa London, lakini mwaka 1971 baada ya mapinduzi ya Idi Amin, mwili ulirejeshwa Uganda. Hatimaye amezikwa Kasubi Tombs, kaburi la kifalme. Kuna mfalme pia aliyezikwa mara mbili lakini kaburi la mwisho liko mbali na taifa lake. Huyu ni Mwambutsa wa Nne kutokea Burundi. Alifariki mwaka 1977 Switzerland. Mfalme wa mwisho wa Burundi ndiye huyu. Mwaka 2012 mwili ulirudishwa Burundi, lakini kesi ya kifamilia ikalazimisha kurudishwa tena Uswis mwaka 2016. hatimaye amezikwa Uswiss kwa uamuzi wa mahakama. Katika listi hii pia Yupo rais wa Tunisia aliyehudumia mwaka 1987 hadi mwaka 2012, ni Zain El Abidin bin Ali, aliyepinduliwa na mitandao, akazikwa kwa siri. Alifariki Septemba 2019 Saudi Arabia, alizikwa kwa haraka na kwa siri bila mazishi rasmi. Serikali haikushughulikia swala la kurejesha mwili wake nchini kwake Hatimaye, kaburi lake linaendelea kuwa fumbo kwa watunisia wengi. Kiongozi mwingine ni yule aliyefariki dunia ya Septemba 6, mwaka 2019, Singapore alikataa kuzikwa na wanaomchukia hata akiwa marehemu ni Robert Gabriel Mugabe kutokea Zimbabwe, aliyehudumia Zimbabwe mwaka 1980 hadi mwaka 2017. Serikali ya rais Mnangagwa ilitaka azikwe kwa heshima ya kitaifa, lakini familia, hasa mkewe Big Grace, walisisitiza azikwe nyumbani Kutama. Alizikwa Kutama Septemba 28, 2019 baada ya chifu wa mila aliyeamuru mwili wake ufukuliwe. Hadi leo familia imepinga. Kuna rais pia Felix Malum kutokea Chad aliaga dunia kwa kimya na akazikwa kwa utulivu. Alifariki Juni 12 mwaka 2009, Paris Ufaransa. Rais wa Chadi aliyehudumia mwaka 1975 hadi 82. Hakukuwa na mgogoro mkubwa, mwili ulirejeshwa Chad na akazikwa kwa heshima ya kawaida. Mwingine ni Ange Felix Pates kutokea Jamhuri ya Afrika ya Kati aliyepinduliwa kimya kimya, akazikwa kimya kimya. Alifariki Aprili 2007, Douala, Cameroon. Huyu ni raisi aliyeihudumia Afrika ya Kati mwaka 1993 hadi mwaka 2003. Hakukuwa na mgogoro mkubwa, alizikwa nyumbani nchini kwake bila ya drama za kisiasa unamfahamu kiongozi aliyeihudumu Burkina Faso mwaka 1983 hadi 87? huyu aliuawa kwa usaliti, akazikwa kwa siri, lakini alifukuliwa kwa haki. Alifariki dunia Oktoba 15 mwaka 1987, aliuawa kwenye mapinduzi. Ni Thomas Sankara alizikwa kwa siri. Familia haikuruhusiwa hata kuona kaburi. Mwaka 2015 mwili wake ulifukuliwa kwa uchunguzi wa kisheria na hatimaye mwaka 2023 akazikwa rasmi kwenye eneo la kumbukumbu. 2025 serikali imejenga museum ya kitaifa kwa heshima yake. Kwa leo tumalize na Kwame Nkrumah kutokea Ghana, aliyezikwa mara mbili mara ya kwanza kama mwana wa kijiji na mara ya pili kama baba wa taifa. Alifariki Aprili 27 1972, Romania. Huyu ndiye rais wa kwanza wa Ghana mwaka 1960 hadi mwaka 1966. Mwili wake ulizikwa Guine kisha ukarejeshwa Ghana, halafu ukahamishiwa Accra 1992, hatimaye amezikwa kwenye museum ya kitaifa, mahali pa historia na kumbukumbu kumbu ya pan africanism. Kipi unachokiona kwa wote hawa? Wengi walipigania uhuru, wakatawala kwa nguvu, wakakimbilia uhamishoni kwa aibu, lakini hata baada ya kufa, siasa iliendelea kuvuruga heshima yao ya mwisho.